Msisimko mkubwa ulitanda katika uwanja wa Nyayo wakati Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta alipokuwa akitoa rambirambi zake na kumpa heshima za mwisho hayati Raila Amollo Odinga. Mapokezi ya aina yake kutoka kwa waombolezaji yalimlazimu Kenyatta kusitisha hotuba yake kwa muda mfupi, baada ya kushangazwa na ukubwa wa umati uliomkaribisha kwa vifijo. Melita Oletenges anaarifu zaidi. Sana. Mama, Mama Aida Odinga. Msisimko mkubwa ulimwalika Rais Mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta jukwani. Uwanja wa kitaifa wa Nyayo ukisheheni mbwembwe za kumshangilia Uhuru, alikuwa na wakati mgumu kuanza hotuba yake. Asante sana. Nimeshukuru. Thank you. Ni hotuba ambayo wameonekana kuwa wakisubiria tangu tangazo la kifo cha hayati Raila Odinga, na hata baada ya kipindi kirefu bila ya hotuba yake katika hafla za kitaifa, kila alichokisema kilipokelewa kwa shangwe na msisimko mkubwa. Uhuru akimkumbuka Raila kama ndugu na rafiki wa dhati, lakini kama Wakenya kutoka kona zote tulimjua na tukamheshimu kama baba. Kenyatta alimsifu hayati Raila kwa uzalendo wake, akisema aliweka taifa na utaifa kabla ya maslahi yake binafsi. Raila alikupenda kwa sababu ya maono yako, alikupenda kwa sababu ya fikira zako, alikupenda kwa sababu ya vitendo yako lakini sio kwa sababu ya rangi yako ama kabila lako. Aidha, alisisitiza kuwa mchango wa Raila katika kukuza demokrasia na kutetea haki za binadamu hauwezi kupuuzwa kamwe. Historia ya demokrasia katika taifa letu la Kenya haiwezi iandikwe bila la jina la Raila Amollo Odinga kuwa nambari moja. Historia ya Kenya ya kutetea haki za kibinadamu na haki za wananchi wote haiwezi iandikwe bila ya jina ya Raila Amollo Odinga kuwa nambari moja. Kenyatta akisema kwamba haki hizo alizotetea Raila hazitafutwa wala kurudishwa nyuma na yeyote. Tutakubali kama Wakenya haki za kibinadamu, demokrasia na mambo yale yote ambayo Raila alitetea hatutakubali arudi nyuma. Na kama anavyokumbukwa, rais mstaafu hakukosea ucheshi, akisimulia utangamano wake na hayati Raila na nyakati walizofurahikia pamoja, akiashiria jinsi walivyokuwa wakitafakari maisha na viongozi waliowatangulia. kastori kadogo tu, sio kubwa. unajua tukiwa tume tuliatulia tulia kidogo hapo nini tunapewa kakitu kidogo kidogo hapo. Kwani munacheka? Mimi ka kitu kidogo nasema uji na, na chai Aye. Lakini wakati tulikuwa tunapiga gumzo saa nyingine tulikuwa tunajiuliza, unajua jamani, wale wazee ambao wameenda wakina Jaramogi, wakina Jomo, wakina Nikruma, wakina Mwalimu Nyerere. Jameni, unafikirianga wakiketi, wanaongeanga mambo gani? Mimi nilikuwa nasema unajua, wanaongea siasa kama sisi, wanatuangalia tu na mambo hii yetu ya upuzi hapo. Wanatuchekelea anasema hey, lakini unajua I'm very keen kujua sasa. Ndugu yangu umeenda mbele yangu, sasa tayari najua mume mnajiongeleshana huko, na sio ati niko na haraka ya kuja kuwafikia lakini bado ba, ba, ba, tunataka tutulie, tutulie kidogo. Mwenyezi Mungu atusaidie lakini ninajua wakati wetu tukifika utakuwa hapo kutuambia njia ya kutembea hizo mabarabara za huko. Alihitimisha kwa kuahidi kwamba maono ya Raila yataendelezwa na kuwa atazidi kuitunza familia ya jamaa aliyemtaja kama ndugu yake. Ni sifa kedekede kede kutoka kwa mwandani wake, Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta aliyesimama naye kwa jino na ukucha katika uchaguzi wa mwaka 2022. Uhuru akimwomboleza Raila kama kiongozi wa taifa, baba wa demokrasia, kiongozi shupavu anayepasa kupigiwa mfano. Melita Oletenges, runinga Citizen katika uwanja wa Nyayo, Nairobi.